kila mtu kuwa na chake. Kila mtu kuwa na chake na maana pale vili aika anatumika kaka zake. Sasa za bwana yeye ndio zinakula kitu. Bibi zake kumfuko mudi nafika anauza parcele anajenga nyumba eh? Bwana hajui chochote. Etage bwana hajui chochote bwana, hayue hata jambo hili moya. Mama ametoka nenda Afrika kuvizite nyumba yake, sasa watoto hauna habari no? Papa tunashangaa huku oh. Mama amejenga nyumba moya ya hatari hatari eh. Bwana akasema amejenga nyumba sema, amejenga nyuma, ame, ame namna gani? Mbona mimi sijui? mm -hmm. Sasa hii video ifikie ule papa, si abadilishe abadilishe, abadilishe. mm -hmm. abadilike kwa sababu gani? kama akiendelea kama, vile ni shida, iko shida a kwa sababu gani? katika foye wakati mkisha kuwa bibi na bwana, lazima muzungumuze mm -hmm. Kama ni proje yote aiko proje ya, proje yote mtafanya, sio ya mmoja. <laughs> Kila kitu chochote mtakachokifanya kwa chenu ye ye ye ye. Cheno, ni faida yenu ye. Ni benefise yenu na matoto yenu mm. Unaona? Sasa ni lazima muzungumuze, mupange, kama ni kujenga mujenge pamoja, kama ni kuuza gari muuze gari pamoja, kama ni kufanya nini mufanye pamoja. Inasaidia sana faye kuwa sude na fayee kuendelea kuwa na ile kominyo. Unaona? Lakini bila vile mafuaye mingi hapa Ulaya, mm, inabomoka ina kwambia hapa Ulaya mafuaye inabomoka sawa vile nini, sawa vile kalanga, mm, kalanga. Mm, mutapata iaata video yetu ya kwanza euulitia no, ipalio ya mukristo wa kweli, na hiyo hiyo tu mukristo mivalio ya Mkristo wa kweli na naikamobase tusa vile ya mama, mivalio ya mama yeah. Ukonaona ile tuko naenda tuko nafuatisha mwalimu. Ukifuata ya kwanza, unafuata na ya pili, maana yake vyote ni mafundisho yenye naenda inafanana. Nimedumbukizia, nime haya jua nini, unasikia kama uko mwanaume usikubalie bibi yako kuwa navala manguo ya, ya, ya, ya, ya kuleta ya aibu ya, Manake, nimedungukizia ile kumbusha huo mwanaume muku unatufuata wakati mwanamke wako anavala maango ya aibu ya ya uchi unakuwa uko na tembea naye, lakini yeye iko kusoko, iko na jiuza. Wewe na uko nawaza ni stile ya mwanamke, unawaza napendeza. Lakini ngoja tukwambie uko na muujisha, e, aeko na mtamani sasa na kwa mtamani uko jikaza mpaka apate namba yake ya simu vizuri, na wakati atapata namba yake ya simu utaanza ona kwa nyumba yako kunaanza kuingia mwanamke. Wako alikuwa anakuheshimu, anakuandalia kila kitu, akuandalie tena ndio mwanamke akianza, akianza aenda tu nje mm. hawezi tena kuheshimu. Ukiona mm -hmm. mwanaume, nataka kusema mwanaume, mko mnasikia, ukiona mwanamke mwenyewe anaanza kukuzarau Uanze uanze kutia kwenda interrogation bana, mm -hmm. yake swat alishakuwa, si nampisakua na mtu eh, mm -hmm. mm -hmm. na inje, mm -hmm. ujue ile, uangalie, utachunguza vizuri. Ukiona mwanamuke anaanza, alikuwa na kueshimia lakini hakuheshimu tena, bana yake kuko kwenda interrogation

na nakwabia hata Ukristo wenu hautakuwa na na na na mashaka wote wen. Mtoto wako alikuwa nafanya bien masomo, mtoto wako alikuwa kwa wapili watatu wa kwanza, lakini wakati mikorogano yenu imekuwa munyumba

mwezi wiki mbili iko huko kwa baba wiki mbili kwa baba. Sasa unaona yeah. ile ule mtoto atakuwa na nani gani, atakuwa na na position gani? Na position gani, na atakuwa na avenir gani? Avenir yake inakuwa vibaya, iko brise. ni uko masomo na hapenda uko ndio anakuwa vagabo vagabo

Mukristo wa kweli ambu, natusikia huko mwanaume, huko mwanamke, divorce no, ikitu kibaya sana. Divorce ni kitu kibaya kabisa, mujue kama divorce naleta shida sana kule, sana sana. Ule mtoto wako muko naye saini ni zawadi sana, ni zawadi ele Mungu alikupa sasa ni sasi. Zawadi mwichunge vizuri kesho wakati mtakuwa hamuweze kujinyanyua, hiyo zawadi hiyo hiyo yenye Mungu imapatia, hiyo ndio itawashika sasa. Wakati munatengana mnaleta malumbano ndani ya watoto, mjue kwa kweli ni hatari kubwa, ni hatari kubwa. Lengo yetu ni ku ni kuelimisha ama kuwafundisha neno la Mungu, kusaidia watu musafari ya kwenda mbinguni Wakati munyumba wako kutakuwa hakuko bien, ujue, bie safari ya kwenda mbinguni nayo, nayo utakuwa vizuri namna gani? Kama ninyi wa bibi na bwana msikilizane, mtakuwa namna gani? Mtaingia mbinguni namna gani, na bibi kwanza na bwana wenyewe hamuna maelewano? Lazima kwanza muwe na maelewano, na ile maelewano itawasaidia kwa ajili ya kwenda mbinguni. Unaona paske fwaye ni kanisa, ndo kanisa Parce que, kanisa wakati foyer muko vizuri, mbingu mutaingia Pisa. Lakini foyer mukikua vibaya, ujue kama jehanamu iko na bachunga pale, hata utaomba <coughs> hata utatabiri kama mm. muko vibaya mufoyer, mama mwenye uko nanisikia, baba uko nasikia, ujue kama jehanamu iko na kuchunga amfere, iko na kuchunga pale mm. kwa sababu hautakuwa kwanza na furaha hautakuwa na amani, utakuwa na manunguniko mm. ukiwaza tu kisifa fai yako iko nazisikia mm. ya, utakuwa intercesses na ile wakati utakuwa kuliko kuwa adorateur adora, adoratrice mm. unakuwa intercesses mm. unaanza mm. ku, kuomba unakuwa muombaji wa kuomba kila wakati wakati fwae yako ikikuwa vizuri, mama wala baba, utakuwa adorateur u adoratrice moya mzuri. Sasa utakuwa na sifu kila wakati. Lakini sasa fae yako ikikuwa vibaya, utakuwa intercessor. Utakuwa intercessor, unaeza kuomba kila wakati, intercessor moya mkubwa kabisa kwa kweli. Mungu atusaidie sana na Mungu awasaidie muishike, muishike neno la Mungu vema, musome Biblia mutembengisi neno la Mungu linasema mubiblia. Eh, matengano tengano malumbano lumbano mwache. Hmm. Mungu atusaidie sana na Mungu awasaidie sana na wasalimu nyote ambao munatufuata ku, rezo sosio, ku TikTok. Eh, Mungu awabariki sana hapa e, tuko na zungumza maneno ya Mungu, maneno ya kuelimisha watu katika safari ya kwenda mbinguni, namuna kujua Mkristo wa kweli, mishikamatio ya mwanamke mwanamke e, kuti mwanaume wake ama mume wake e, namuna ya kuchunga unyumba uh -huh. Ili e, unyumba ukuwe na na, na, na position nipo bien, ndiyo, ndio. basi hivi, tunashukuru tuna Mungu kwa kipindi hiki ambacho tulikuwa nacho. Tutaendelea tena kesho e, tuko nama, na vipindi tofauti tofauti hivi. Kesho tutokea na kingine evatakua live TikTok, mtatufuatilia. Hatuko nachukua masaa mengi juu tusichoshe wengine ama tusifanye kipindi kirefu ambacho kitawachosha. Ni heri kufanya kitu ambacho utakisikia na kitia masikio na akifagia pa na tuna shubele ya kuomba nitaka hmm. Kuzungumza kama eh, tunafurahi sana kwa hii muda ambao tumechangia inani na Bwana hmm. Objektifu yetu ni kusaidia watu hmm. Ili wawe vizuri, ndio objektifu yetu hmm. Mafoye ziwe vizuri hmm. Zisiwe na mashida paske tuko tuna, tuna, bina tuafekte sana wakati tunapoona kama mafoyer zi, zina divorce sisi. mm -hmm. Atusuete divorce mm -hmm. Lakini tunataka watu wajenge unyumba wawe pamoja waishi wadumu mpaka milele, wapersevere kila kitu chochote. Hakuna akuna foyer yenye iko iko sain Uh -uh. Uh -uh. Kila mafoye yote kuna kuwa na maprobleme balibali yes, lakini tuko tunataka tusaidie mafoye mm -hmm. Zigi zimwa ya zinye zitakuwa vizuri kaske akuna yenye par yenyeko parfait mm -hmm. Mafoye zote ziko na kuwa na maprobleme mm -hmm. Sasa tunataka tusaidie watu kwa sababu wawe vizuri, wawe na harmoni. mm. muzuri yenye iko parfet. mm. Ile ndio tuko tunataka tusaidie na muvumiliane na, muvumiliane, mm. na muendelee mbele na ile itawasaidia. mm. mukiendelea na principe imbili. mm. mwanamke atii mume wake na mume wake afanye apende mume wake, mukienda na hii principe ninakwambia mm. kwambia mutaganye fwaye yenu na hakutakuwa shida, akutakuwa matatizo. Na zaidi mwache kufichikana mm -hmm. Mwache kufi... ficha kuficha. Mm -hmm. kuficha wakati mnaenda ku mnaficha ile jiko naleta shida probleme, na oh. probleme. Mm -hmm. Kitu cha pili, mazungumuzo muwe mm -hmm. na dialogue mfwaye Bwana, na bibi, mujikaze, kila kitu chochote kenye mutakacho kufanya iwe pesa iwe nini, mudialoge, mupartage, mupange mpango pamoja ya avenire yenu, tawasaidia na watoto wenu na unyumba wenu itawasaidia sana katika. Kwa hiyo Mungu awabariki, basi tutakaribisha pastori juu ya kuomba na kufunga kipindi chetu cha siku ya leo. Leo ni siku ya kwanza, leo ni lendi basi, emupo Mungu akue pamoja nanyi, Mungu awatembelee mafundisho hiyeni. Tunafundisha sisi, tumefundisha tu, lakini roho ya Mungu itawagusa na itaenda kuwabadilisha. Basi Baba, katika jina la Yesu Kristo tunashukuru kwa hii muda ambao tumechangia neno la Bwana kwa kusaidia mafuaye makuple Yesu, wasaidie huyu mwenyee ametusikia, mke wala mume ametusikia, umsaidie katika matatizo ambayo anakuwa nayo, umuwezeshe Bwana, uendelee kurestore mafoye zote ambayo zilikuwa na maprobleme. Wewe mm -hmm, pekee uendelee kuzisaidia na kuzirestore <laughs> tena Baba, najua peke yako utawasaidia na kuonekania, ili wajenge watumu na wajenge uiwao na waishi kwa amani, waishi kusalama. Na wale wote walikuwa na matatizo wasamehe, waoshe, watakase ili wakubalike mw. na wewe na waonekane kuwa watakatifu mbele zako Baba. Tunakushukuru maana we peke utasantifie mafua mafaie zote zitakaswe na zitembee katika mapenzi yako mw. Baba, nakushukuru maana utakuwa jibu kwa yale mafua.